Hello. Karibu katika channel yetu ya Elimika. Uh, katika video hii tena tumekuletea uh, video inayohusu tangazo la uteuzi wa watendaji wa vituo vya kupigia kura na kuitwa kwenye mafunzo kutoka halmashauri ya wilaya Pangani, jimbo la Pangani. Hivyo tunakukumbusha usisahau kusubscribe ili kuwa kwanza kupata notification pale tutakapofanya update za video nyingine zinazohusu mafunzo mbalimbali pamoja na ajira. Hivyo katika tangazo letu kuna maelezo mafupi kama tunavyoona maelezo mafupi, lakini mwisho wa maelezo haya wale wote walioitwa katika mafunzo kutoka katika jimbo la Pangani wanapaswa kuzingatia utaratibu ata na kufika katika mafunzo. Sasa utaratibu ukoja unasema kwamba mafunzo kwa makarani wambaji wapiga kura yatafanyika katika ukumbi wa YMCA ulioko kata ya Pangani mashariki tarehe ishirini na tano mwezi wa kumi elfu mbili na ishirini na tano kuanzia saa moja. Kwa hiyo wale wote waliochaguliwa ushiriki mafunzo katika nafasi hiyo ya makarani, usaili wa utafanyika tarehe ishirini na tano mwezi wa kumi elfu mbili na ishirini na tano ukumbi ni YMCA uliopo kata ya Pangani Mashariki. Lakini, kwa upande uh, wa wasimamizi wa vituo vya kupiga kura pamoja na wasimamizi wasaidizi wa vituo vya kupiga kura, usaili utafanyika katika ukumbi wa YMCA na ukumbi wa shule ya sekondari Mwera. Tarehe ni tarehe ishirini na sita mwezi wa kumi pamoja na tarehe ishirini na saba mwezi wa kumi elfu mbili na ishirini na tano, lakini muda ni kuanzia saa moja asubuhi. Kwa hiyo unapaswa kuwahi ili kuelewa e, utaratibu unakwendaje ili kupata faida ya mafunzo haya. Kwa hiyo baada ya maelezo mafupi, hii ni listi ya wale wote waliochaguliwa, na kama tunavyoona hapo, kipengele A ni wasimamizi wa vituo vya kupigia kura na wasimamizi wa saidizi wa vituo vya kupigia kura. Hawa listi yao tunaona hapo, ukumbi ni YMCA. Kwa majina haya yote, ni kwa wale ambao watakwenda kushiriki mafunzo ta ishirini na sita ta ishirini na saba ukumbi huo Hii ni listi yote ya ukumbi mmoja ya YMCA. Baada ya listi hii kutakuwa na listi nyingine. Hapo pia ni wasimamizi wa vituo vya kupiga kura na wasimamizi wasaidizi wa vituo vya kupiga kura, lakini usaili wao utafanyika katika ukumbi wa shule ya sekondari Mwera Pangani, na baada ya hapo tutaona listi ya makarani hawa ni makarani waongozaji wapiga kura wako katika kipengele cha mwisho. Hawa tunawaona ni makarani waongozaji uongozaji wapiga kura e, ukumbi wa, wa YMCA na usaili wao ni tarehe ishirini na tano mwezi wa kumi elfu mbili na ishirini na tano. Hivyo utaangalia jina lako kwa makini, na kuna baadhi ya ya, ya, ya, maelezo unaweza kutumia tu Kuhu, kutafuta jina lako. Kwa hiyo mbe, unatumia simu, baada ya kufungua hii hii PDF, kuna vidoti vitatu vinakuaga juu kulia, gusa, alafu angalia kama kuna neno find ni page. Utaligusa hilo neno alafu, baada hapo, itakuwezesha ku type, utataipe jina lako pale, baada hapo, kama lipo Itakuwa limepakwa rangi, imekuwa highlighted, uta utakuwa umeliona jina lako kwa urahisi hivyo. Tuendelee tena kukukumbusha kwamba usisahau kusubscribe kwa, kwa sababu mwisho wa video hii ni mwanzo wa video nyingine nzuri pia yeah, ukitaka PDF hii tutaweka linki katika commenti. Utaenda katika wanja comment utapata link ya kudownload PDF hii.